Basi bwana, sasa akawa amechanganyikiwa haelewi. Nimueleze jirani nisimueleze? Nikimueleza jirani ataenda kunitakazia kwa watu mtaani. Mm. Akaambia jirani mimi nakuomba, usende kumwambia mtoto, akasema jirani hii ishu mimi naweza nikakarao, lakini wale kwa sababu wameshindwa kujificha ni wanajionesha dhahiri kabisa kwa watu. Umeona? Kwa hiyo afu kiangalia mumeo mdoto anashika kijiweni kidogo fulani anamwita binti yake kidogo fulani, binti yake watu tu. Akasema kama unabisha, hata sasa hivi ukienda, kisubiri kisha ingia mbilitatk giza, saa saa 12 kufika huko, kufika anakuta dogo zake wamekapa, wanakuwa bwa maragi akauliza dada, aka dada yuko wapi? Akapointiwa dada yuko chumbani, chumba chake, kitanda chake, nyumba yake, kitanda chake, mashuka yake alinunua mwenye, mwenye, mwenye, mwenye. Mwanamume hajachangia hata shilingi mia. Kamkuta baba yuko jua kifua cha mtoto wake pap, pap. Si ni hapa tu, ni anakwambia, hakujua nini kilichoendelea, anakuja kushtuka yuko hospitali, siku ya tatu. Sio kumfumania, sio, ni kumkuta mumewe na mtoto wake. Tena anaonekana binti alikuwa anaonesha ushirikiano, binti alinogewa na dudu ya baba yake. Eh jamani, watu kuja, majirani nini, wakwe, imekuwaje? Anakwambia najikuta tu nalia, niacheni nkalie na Mungu wangu. kufika pale kwa watoto wake anambia, mama msamee baba, mama msamee baba. Wale wadogo wa kike hata hata mshipa waibu hata mshika hata yani, hata ule mshipa hataku kumcheza ule binti. Anamtuma mama yake hivi, anampikia uje, anapika yani, haongei chochote tena, anamwangalia mama yake. Anakwambia yani, sijui ule binti ameingiliwa na nini, aka akaanza aka, aka kuzunguka makunye makanisa ukuzunguka zunguka sasa. So, sijui ndio. So, so, so, so, kanisa gani alienda? Akaambiwa wewe una watu wamekaa wanataka kuharibu kisasi chako, tayari washakiharibu. Akaniambia nani, sijui ndo. Sasa sijui ni wachungaji, sijui ni waganga, mimi sijui. Akaambiwa kwamba wakwezako ni wanga tali, wachawi, yani wale wachawi ambao wamebobea, na hata mume wako pia yuko kwenye iko chama, na hata mtoto wako wa kwanza akashaingia kwenye iko chama. Yu mama mama charie Lia akasema ni kweli unachokiongea. Mimi sitaki hata mwanangu na mume wangu. Mimi namtaka tu binti yangu arudi kwenye mstari. Mwanangu nimemsomesha, nimepata yani nimehangaika nime nimemsomesha nime mwanangu. Tenda kamsomesha chuo cha yani unaita chuo gani ki? Cha tourism siku kwa hapo mimi sijui. Eh, na dhumini mimi kumsomesha ili aje nisaidie wadogo zake umuona. Leo hii mume wangu mwenyewe Anasema hey, tena akamwambia mpaka huyo mwanao wa kwanza tali kashangizwa kwenye chama ni mchawi, ya tali usiku anatoka na sali, sali, sali. Funga, funga, sasa, sasa, hapa nafungua biashara hapa kwake biashara hapo na vongevo, jamani ni So tunaendelea. Kwa hiyo yule mama akaamua atengeneze uh, kikos, kwa sababu ile nyumba si yake. Kwa hiyo kama kiframe duka hivi, yaani duka genge duka genge, kuakawa anafanya kwa biashara pale. Hasa alikuwa na mawazo yaani dhumuni ya kujenga ile duka, duka duka genge, aweze kumkomboa mwanaye huyu mkubwa, amrudishwe kwenye mstari Yani amfanye kwamba realize kwa anachokifanya sio vizuri, ili awe msaada kwa kena, wadogo zake, lakini na msaadaanaeke mda huko nyuma awaze mumewe mchawi hawz tena mwanae alikuwa anamsomesha ni ndo katumia nguvu zote, mchawi hizo stress karibu, akimpigia simu anaanza wa yani ya na na kuelezea shida zake, msikilize Please msikizi, kwa sababu kuna watu wanapitia vitu vizito sana. Niacheni tu basi kwenda kwenda. Akaona sasa hivi vitu yani, akawa anaona kama baada ya kupanda juu kama ndo anashuka chini kwa alichokifanya. Akarudi tena kwenye kazi zake hivi za kusafiri safiri. E, ni mtu ambaye alishakata tamaa, alishakata e, tamaa. Ni mtu ambaye yani yani, alikuwa unajua, ukishakutana na mtu ukimwona eh, unamwona kama Yani kama nusu msukule nusu ndondoche nusu taira nusu binadamu, yani like haieleweki. Jamani, simsemee mabaya na hata sio vizuri kumsemea, lakini mtoto. Hebu mtu anasema jamani, fulani mmm, kuna kitu akiposa, yani kabisa. Unaona kabisa huyu, mbona kama yuko sawa? Ndio alikuwa imefika kwa watu, kumbe walikuwa wanataka watu wa msukule. Wakwe mume pamoja na mtoto alikuwa anataka mtu wa msukule, yule mama wa watu akawa naenda kwa anazunguka zunguka mwisho wa siku, akaona hata akawatafuta ndugu zake aliozaliwa nao ambao wako Moshi. Akawaomba, akaomba kabisa kwa naombeni mje mnisaidie, sielewi. Tunakuja akasema sio mbona nisaidie uzuri kaka mtu. Sasa kwa kuwa amefuatana ndo akamfuata akamwelekeza kama dada. Kwanza alimwona tu, ile ujue damu nzito eh. Hey, dada ndo amekuwa kama Da, kakangu, sielewi, naomba unisaidie, sielewi ana kama najisi kama ni mtu ambaye nimekufa tayari. Akaambia basi sawa, haina shida, ngoja mimi niende, tukakae vikao, tuje kukuchukua na familia yako, na tutoka wote, kwa sababu si si mila ya Kichaga sio kishaolewa sio, mimi sijui mila vizuri hivyo. Akasema alikuwa nakosa hadi hata kale kamia yaani, sasa ile biashara mwanaume ndo akawa ame take over ando ajifanya biashara ya kwake sasa. Mm. Sawa he, ugonjwa ulipomtokea ule mama kukaa, kusubiri, subiri, akasema, sasa, Ghafla tu pap swi ni pressure, swi ni depression, ni mawazo, akaanguka kwenda hospitali. Kakaa na kwambia, alikuwa hoi maututi, hoi maututi eh, hospitali yako koko kwenda kwa sasa ile kwenda kumpeleka zamu nini, kumpelekea chakula yule yule mwa mtu yenye. Kuna watu wanaamini makatili, kuna mjitu mikatili hapa duniani. Hivi mtu hajafa ndio iko maututi, unarudi mtani, unaweza kutangaza jamani, wapi wanakodisha turubai. mm-mm Mind you that, kabla kuumwa, era, yule baba alimpokonya simu yule mama. Hey, yu, yu wakituma, yule baba anakula na mwanae mwana, yule mama ameanza kuumwa

ikam overtake, sio ndo? ikam ikam Ikamkamata ika, hospitali kufika kule, kakutwa na kila aina ugonjwa pressure, sijui nini, sijui nikasola ukimwi yake typhoid, yani kila aina ugonjwa kwa kukutana nao, mpaka daktari anasema hivi, wewe unaishije? Mpaka madaktari wenyewe wanasema mm, hii kesi hii hatuja kukutana nayo maututi. Imagine mwanamume anasikia mkiwiko maututi huko, anakuja mtaani, anatangaza wapi? wanachukua wanakodisha maturubai bei rahisi, sasa hivi hapo tunafunga maturubai. Mama fulani eh, anaumwa sasa hivi, anakufa afe tu bwana, anapumzike jamani. Anaongea hivyo kwa watu eh! Nani, mkio, waki, na ni mke wake na amezaa nao watoto, anatoa mtoto anamdinya ni kazaa naye. Mm, hapana, kwa kweli.